E, najua moja kati e, ya jambo ambalo mara nyingi viongozi ama wale candidate kwa maana ya wagombea wanaotokana na chama chetu tunapokwenda kwa wananchi tunazungumzia swala la kupandisha, e, kwa maana ya uchumi wa mtu mmoja mmoja. Je, kwa kata yetu ya Central, e, wewe kama mheshimiwa diwani unaitokana na Chama cha Mapinduzi, kwenye swala la kuimarisha uchumi wa mtu mmoja mmoja kupitia vikundi na kadhalika, umefikia wapi mheshimiwa diwani? Kwa kweli katika kata ambazo wananchi wake wana uwezo mi niseme ukweli, ni kata ya Central. Wajua wakizungumza kitu, ukweli sema kitu wazi, huwezi kufanisha na kata nyingine yoyote. Watu wa Central wote ni wafanyakazi wa serikali wa mashirika ya umma. Sasa waliobaki ni wadogo sana, na ambao hao waliobaki ukitizama, labda ni asilimia tano tu au asilimia nne, lakini asilimia tisini na sita watu wote wana uwezo wao, na ndio kwa maana tunahangaika kwenye ile mikopo ya serikali, tunawasaidia na wanapata kwa hiyo hii asilimia ya tano wana vikundi vyao, wa na tayari vimesajiliwa. na wewe umesimamia? Ndio, nimesimamia na wingi wamepata pesa. Ndiyo, naam, okay. asante sana, nimefurahi sana kusikia kata ya Central ikiwa hivyo, maana si kata zote zipo za namna hiyo. E, ni, ni kata chache sana sana.